Na photographers wa Dodoma. Bwana hapa nimekutana na mwandaaji wa tukio hili kubwa hapa Dodoma la videographers pamoja na photographers wa jiji la Dodoma. E, bwana mambo vipi kaka? Safi safi kwema. Kwema. Wanakutambua kama nani? Ya, jina langu naitwa Amani Dedan. Amani Deda. Ya, ya Amani Dedan, na ofisi yangu inaitwa Actual Dream Media Production. Asante. Nini dhumuni la kuandaa tukio hili kuwakusanya photographer hapa Dodoma? Okay. Lengo kubwa la event hii ilikuwa ni kufanya networking, socialization then experience sharing, pamoja na kufanya sports and games, ila kwenye sports and games ndo sehemu kubwa ambayo tulikuwa tumeweka watu kufanya networking and socialization, kwa sababu kwenye sports and games ndo sehemu kubwa ambayo mtu ana uwezo wa kuongea na mtu mwingine vizuri hata kama mtu alikuwa mmepishana me, mwelewani, amna ukaribu amna mahusiano mazuri, la mnapokutana katika michezo ndio sehemu nzuri ambayo mtu unaweza kuupata urahisi wa kuweza kuongea na mtu vizuri na, na vitu kama hivyo. Ndio maana before event kulikuwa na michezo, tumefanya swimming, tulikuwa tunacheza PS, tumefanya bao, karata na vitu vingi tofauti tofauti. Lengo kuu ni kufanya nini? Kutengeneza network kati yetu sisi watu wanaofanya media, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanafanya media hawafahamiani, wengine tu wanasikiana kwa majina yes, amfahamu wala hana mahusiano naye yoyote, japo wote wapo kwenye industry moja. Kwa hiyo leo mlikuwa mnafanya networking nyinyi kwa nyinyi, lakini vipi, mmepata wasaa wa kuzungumzia kazi yenu juu ya wale ambao mnawapelekea huduma yenu ya ndio maana kwenye session moja ulikuwa na session ambayo ilikuwa tunaita experience sharing. Okay, sawa. Lakini hapo hapo kwenye experience sharing, wewe umekuwa na uzoefu wa muda gani kwenye hii tasnia? A, mi tasnia nimeanza muda mrefu. Nilianza kwanza mi tasnia ya photography nilianza kuipenda kuanzia elfu mbili na kumi na nne hiyo nilikuwa naipenda nikiwa sina kifaa chochote. Nimekaa kufika elfu mbili na kumi na tano, nikaanza kidogo kidogo kwa kuazima vifaa japo kwa kipindi kile kupata vifaa ilikuwa changamoto ila iliku nilienda hivyo kwa kwa shida, then 2000 imefika 2016 nikaamua sasa niingie rasmi nikiwa bado sina vifaa, ambayo 2016 ndio nilitengeneza group la All Dodoma Cinematographers, ambayo ile group ndio tupo linalotumika hadi leo, nikiwa na wazo kama hili li, la kwamba inabidi sisi tunaofanya hizi kazi tuwe na umoja, tufahamiane na nilipotengeneza ile grupu nikatafuta ambao ametangulia kwenye kazi nikawapa uadmin ili waadi watu ambao wapo kwenye gemu muda mrefu, na ndo tukajoin tukawa wengi mpaka 2020 na 2024, ndio nilipata wazo la kufanya kitu kama hichi. Najaribu kulishirikisha likawa na ugumu 25, na yenyewe tumeenda jambo likashindikana, ila kwa mwaka 2026 limefanikiwa. Ndio maana hata ambao wapo kwenye ile group waliokuja kujoin wakiliangalia grupu limetengenezwa elfu mbili na ishirini na nne ila event tumefanya elfu mbili na ishirini na sita ila event elfu mbili na ishirini na sita tumeiandaa ndani ya wiki mbili, ila namshukuru Mungu, imefanyika kwa ukubwa na mapokeo yamekuwa makubwa kama hivyo unavyo yaona. Wadau wa tasnia hii ya upigaji picha na video, tutegemee nini baada ya tukio hili? Huduma zenu tuzitegemee kuzipokea kwa namna gani? Okay, baada ya event hii, kwa sababu event tumekutana kusaidiana, kufahamiana na lengo kubwa, alioko chini ya kuwe na alioko juu amfundishe alioko chini. Kwa hiyo tutegemee kwamba tasnia hii kwa Dodoma itakuwa kwa spidi, kwa sababu alioko juu atamfundisha alioko chini, alioko chini atajifunza kwa alioko juu. Kwa hiyo tutegemee tutegeme, mambo makubwa sana kufanyika hapa hapa Dodoma kwa sababu wapo watu wenye experience kubwa sana na wapo eh, experience kubwa tofauti tofauti. Kwa hiyo jinsi tunavyoendelea kukutana hivi, nachukua cha huyo naweka kwangu, cha kwangu nampa huyo, huyo tunatengeneza, mwisho wa siku wote tunakuwa. Kwa hiyo hii ni moja ya utekelezaji wa ajenda ambazo zipo sasa hivi juu ya kuwainua vijana. Vijana mmeamua kuinuana wenyewe kwa wenyewe kwa kushikana mkono ya, hii ni ajenda ambayo tunatekeleza Kuinua, kuinuka kwa kijana mmoja mmoja kwa pamoja, yaani mmoja mmoja anainuka ila kwa pamoja tunaendelea kutekeleza. Asante bwana Dodoma e, mji mkuu wa Tanzania e, unazidi kuwaka, unazidi kung'ara vizuri kabisa baada ya kuona tukio kubwa la videographers pamoja na photographers likiwa limeandaliwa hapa kwa ajili ya kuongeza networking, lakini kuinuana kijana mmoja na mwingine kushikana mkono. This time ni muda wa vijana, lakini nimepata nafasi ya kuwa na moja ya wa waandaaji bwana Amani. Niseme asante sana kwa hiki ulichokifanya, na Mungu akubariki sana Amen sana basi, ni kuruhusu uendelee na majukumu mengine. Asante sana, asante sana mpenzi mtazamaji wa Ngasa Media Dodoma, unazidi kupata taarifa mubashara kabisa kutoka katika tukio lililoandaliwa usiku wa leo, juu ya videographers na photographers wameahidi mengi yale ambayo utategemea kuyaona ndani ya mwaka 2026. Ubora wao utakuwa wa viwango vya juu kabisa. Makao makuu ndio hapa, na makao makuu ni Ngasa Media ya Dodoma karibu sana, asante chao.